Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ameongoza ibada ya utoaji wa sadaka ya tunu katika kanisa la ABC Manza kaunti ya Machakos. Askofu Mkuu akiwahimiza Wakristo kuwa na moyo mkunjufu wa kumtolea Mungu kwa kile walicho nacho. Aidha amesisitiza kujumu, uh, kujumuisha kila mmoja kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu katika hafla ya uchangishaji wa sadaka tunu ya Krismasi almaarufu Boston katika kanisa la ABC Manza, kaunti ya Machakos

ongunguhu ngimanyisya nundu andu imaamanyie kumuu kumangai ni vamwe na sindu shao shoo ila mena chao ila mena sho askofu mkuu akisisitiza ujumuishaji wa washirika wote waimbaji wanawake kwa wanaume na pia wachanga kwa vijana tuiona Sunday school, tuiona zeika tuiona atumia tuiona iveti tuyona atongoi nasũ onthe me metũngĩanĩe vamwe tũyasya yĩĩ nĩyo ĩkanĩsa y nombaka tũkonaini mena kipawa amwakanye mũthĩnzĩo waũ kila mũndũ ewa akanye mũthĩnzĩo wake na twyona mĩhĩnzo mĩthĩnzio na tũyuma vu yeye ni yĩhĩ ekau notwewa taathimwa Aidha, pia amedokeza kuwa mkutano huu unawaleta wakristo pamoja kusikia neno la Mwenyezi Mungu kabla ya mwaka kuisha. La ingi nikuiwa uvoo museo nundu uvoo museo ni uo liu wa madhayo maitu ya e. tukewa uvoo museo uo uvoo museo tuie ukita uvinga mwaka uyasiata tuigilalia mwakoo uvoo museo watwelekelia va

Frederick Kwambua, Undugu TV.